Naam, karibu katika siku nyingine, siku ya Alhamisi ambayo ni Oktoba 23 mwaka huu 2025, na, na ni matangazo ya moja kwa moja kutokea studio za nPoint santawa jijini Dar es Salaam, na siku ya leo tutakuwa na magazeti mbalimbali, Mwana Halisi, Nipashe, Mwananchi, Majira, bila kusoma gazeti la Uelekeo, na mimi mtangazaji wako wa siku ya leo ni Michael Gaspa, bila kumsahau Dennis Julius ambaye anahakikisha matangazo haya yanakufikia mubashara popote ulipo ndani na nje ya Tanzania. Na moja kwa moja tuanze na gazeti la Mwana Halisi. Gazeti la Mwana Halisi nasema hofu ya tanda, hofu ya tanda. Rais Samia aonya wadau, watahadharisha njia tunayopita. Tayari baadhi ya viongozi wa serikali na madhehebu ya kidini wamejitwisha jukumu la kuhamasisha wananchi kutoshabikia maandamano hayo kwa maelezo kuwa yatavuruga amani nchini. Habari hiyo unaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la MwanaHalisi. Lakini taarifa nyingine nasema Lissu na kuja, tarehe 13 Oktoba 2025 Lissu alifanikiwa kupiga hatua moja dhidi ya jamhuri kwa kufanikiwa kuyatumia maelezo ya ushahidi wa pili wa serikali. Na habari picha hapa inasema Tundu Lissu akizungumza na kaka yake Alute Mugwai mahakamani. Habari unaipata katika ukurasa wa sita wa, wa, wa gazeti hili la MwanaHalisi. Lakini taarifa nyingine inasema utata mtupu. Kushindwa kwa jeshi la polisi nchini kukabiliana na vitendo vya uhalifu, utekaji, utesaji na mauaji ya raia, pamoja na kauli zenye utata za viongozi wa taasisi hiyo, mara baada ya matukio hayo kuibuka, kunazidi kuipaka matope mbele ya jamii, MwanaHalisi limeelezwa katika ukurasa wa nane wa gazeti hili la Mwanahalisi. Unapata vizuri na taarifa hii ni ya mni habari, picha inaonyesha hapa padri nikata, lakini tuzidi kusonga mbele na gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe ambayo amesema Lissu ashinda hoja kortini, Lissu ashinda hoja kortini na inasema ushahidi wa video wazuiwa katika kesi ya uhaini inayomkabili taharuki ya ibuka mahakamani, kisa maono. Hapa habari picha inasema mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa Tundu Lissu akizungumza na naibu katibu mkuu wa chama hicho bara Amani Gorugwa kabla ya kuanza kusikilizwa kwa shauri la uhaini inayomkabili katika mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam jana. Lakini taarifa nyingine nasema viongozi wa dini waonyana kuelekea uchaguzi mkuu. Habari hii unaipata katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Nipashe. Lakini pia taarifa nyingine inasema Samia afichua alivyolikaripia baraza mawaziri kisa usafiri da Aenda kusema mgombea au rais wa Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan ameonesha, ameonesha, amgona, na maboresho ya barabara zikiwamo na mwendokasi jijini Dar es Salaam huku akisimulia kisa kimoja kilichomkasirisha mpaka kufokea baraza lake la mawaziri. Taarifa hiyo inayopata katika kurasa watatu. Lakini taarifa nyingine nasema Sadek kusambaza waangalizi uchaguzi katika mikoa 27. Taarifa hii katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini Heche Mnyika sasa kutangazwa kwenye gazeti, habari kamili katika ukurasa wa 4. Lakini azak CCM wateta hoja nne nyeti zimo katiba mpya uhuru wa vyombo vya habari. Taarifa hii katika ukurasa wa 19, lakini gazeti la Nipashe inaendelea kuhesabu, inasema um, bado siku tano uchaguzi mkuu. Na haya ndio yaliyojiri katika gazeti la Nipashe. Sasa tuangazia katika gazeti la Mwananchi, Mwananchi ambayo um, taarifa inasema ko, korti yakataa video ya Lissu yakubaliana na mpingamizi kuwa shahidi aliyetakiwa kuiwasilisha hana vigezo. Hechi yakamatwa asafirishwa kwenda Tarime. Habari hii unaipata kabisa katika ukurasa wa nne. Lakini Samia tutaboresha makazi, habari katika ukurasa wa pili. Lakini taarifa nyingine nasema watetezi wa haki waipa CCM jukumu. Dar es Salaam, zikiwa zimebaki siku saba kabla ya uchaguzi mkuu mashirika ya haki za binadamu yamekitaka chama kinachotawala CCM na serikali yake kuchukua hatua za haraka na thabiti kukomesha matukio ya ukiukaji. Mtaipata hii katika gazeti hili la Mwananchi ukurasa wa saba. Lakini sau yaahidi kuongeza walimu adc elimu ya kompyuta, habari katika ukurasa wa tatu lakini pia mapya miili ya vijana wanne iliyookotwa pwani, ukurasa wa 11 utapata um, vizuri taarifa hii ya hawa vijana wanne ambao waliokotwa pwani, miili yao iliyookotwa pwani um, na haya ndiyo yaliyojiri katika gazeti la Mwananchi. Sasa tusonge mbele na gazeti la Majira. Majira, gazeti huru la kila siku Watanzania utafiti, Watanzania asilimia 83 wasema tutapiga kura Oktoba 29, wabaini CCM inaongoza kwa, kwa wafuatiliaji kampeni asilimia 84.5, lakini wasema watampigia kura Samia. Chama CAF mchuano mkali mkali, habari katika ukurasa wa nne lakini taarifa nyingine inasema hechi akamatwa na polisi jini da apelekwa Tarime, habari hiyo itapata katika ukurasa wa nne. Lakini kigogo mwingine aikimbia Chadema, ukurasa wa nne. Taarifa hii utapata kujua kigogo gani ambaye amekimbia Chadema. Lakini wataalamu msongo wa mawazo ni sawa kama yalivyo magonjwa mengine, ukurasa wa 15. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku linakupa taarifa hili kwa uzuri. Lakini Samia tunashirikisha wananchi kutenda haki, ukurasa wa nne utapata taarifa hii. Lakini UDSM yafikia asilimia themanini utekelezaji mradi wa HEET, ukurasa wa tano utapata taarifa hii. Lakini TMA yatabiri uwepo wa kimbunga chenge, ukurasa wa tatu wa gazeti la Majira, pata taarifa hii kwa undani zaidi. Lakini Marekani yaendeleza jitihada za kusitisha mapigano Gaza, katika ukurasa wa 19 utapata taarifa hizi. Na tunazidi kusonga mbele, tukiamilisha na gazeti la habari leo. Habari Leo, guji la habari Tanzania. Samia aahidi mageuzi kodi sekta wezeshi kuboreshwa. Migiro wamsifu maono uchumi barabara tatu za juu kujengwa Ilala, NHC kuongeza makazi. Habari nyingine, asema asilimia 83 wasema watashiriki uchaguzi. Katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la habari leo, guji la habari Tanzania, utapata taarifa hii. Lakini kimiti vijana wasikilizwe wawe suluhu, ukurasa wa tano wa gazeti hili. Lakini CCM yataka wabunge wanaojali wananchi. Ukurasa wa tatu wa gazeti hili utapata taarifa hii kwa uzuri kabisa. Lakini serikali yatafuta wawekezaji bandari zote, ukurasa wa tatu. Lakini mahakama yakubali pingamizi la Lissu, ukurasa um, ukurasa wa ishirini wa gazeti hili la habari leo utapata taarifa hii kwa uzuri kabisa. Lakini NCCR Mageuzi kuwezesha mitaji ya viwanda ukurasa wa nne wa gazeti hii, lakini taarifa yenyewe inasema, JK Raila alithamini uhusiano Kenya na Tanzania. Na haya ndio yaliyopata nafasi katika magazeti ya ukurasa wa mbele ambayo tuko na gazeti la Habari Leo, Nipashe, Mwananchi, Mwanarisi, bila kusahau gazeti la Majira na tukirudi tutaanza na gazeti la Mwana Sport. Mwana Sport atawaambia kata kiu ya michezo na burudani, ambayo utakuwa naangazia taarifa ya Simba na taarifa nyingine ya Yanga. Kwa hiyo usiondoke, baada ya pumziko fupi tutarejea kuangazia kurasa za nyuma tuweze kujua yaliyojiri katika viwanja vya kimichezo. Naam, tumerejea tena baada ya kutoka kwa tangazo hilo fupi la Radian, ambao wanakuambia beyond tomorrow. Hawa ni wadhamini wetu kabisa ambao watakupatia huduma mbalimbali ambazo zitasaidia kuonekana kwa wateja wako kwa uzuri kabisa. Naam, sasa tuanze na gazeti la Mwana Sport ambao wanakuambia kata kiu ya michezo na burudani. Taarifa nasema imekula kwao, wakizingua tu imekula kwao, ukurasa wa 12, lakini Simba ya wakilisha waarabu kaf. Lakini taarifa nyingine nasema pakome max watwishwa zigo. Lakini taarifa nyingine katika gazeti la Mwanaspoti, kwa heri Modest kwa heri Modest ambayo anasema 1970 mpaka 2025 anasema soma simulizi. Mara ya kwanza kuonana kwa ilikuwa Septemba 2024 nilipomtembelea Kigoma alipokuwa anauguzwa na familia yake, katika ukurasa wa kumi na 11 kumi na moja utapata simulizi hii kwa zuri zaidi. Lakini Zanet miaka 17 saba ya soka bila sabu, ukurasa um, wa 12 wa gazeti hili la Mwanaspoti kambia kata kiu ya michezo na burudani. Na tukisonga mbele na gazeti la Nipashe, Nipashe kati ya kurasa za nyuma inasema, Kapombe, Simba kuwania tuzo Afrika. Kapombe, Simba kuwania tuzo Afrika. Um, taarifa nyingine nasema wakongwe wamlilia Modesti. Ukurasa wa 23 wa gazeti la Habari Leo utapata taarifa hii kwa uzuri kabisa, lakini mapana amjulia hali dudubaya, ukurasa wa 23 utapata taarifa hii. Lakini TRA United mashujaa hakuna mbabe. Lakini taarifa nyingine hapa inasema Twiga Stars yatanguliza mguu mmoja wa Afcon elfu mbili na ishirini na tisa Kamata nakala gazeti yako la Habari Leo uweze kujua kwa ndani zaidi, na tunamaliza na gazeti la Majira. Majira, gazeti la Majira, ambayo nasema Simba kuwania tuzo klabu bora Afrika, Kapombe kuwania mchezaji bora Afrika. Lakini taarifa nyingine nasema TFF Simba Mtibwa wa milia Alphonse Modesti kuzikwa kesho. Na haya ndio yaliojii katika gazeti la Majira, gazeti huru laki la kila siku. Na mkufikia hapo, hatuna la ziada kabisa. Haya ndiyo yaliopata kipaumbele katika magazeti yetu, tukiwa na gazeti la Nipashe, Habari Leo, Mwananchi, Mwana Halisi. Kwa hiyo zidi kuambatana nasi kuweze kujua yaliyojiri ndani na nje ya Tanzania. Na kama sio mwanafamilia nPoint, unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii kupitia Twitter, Facebook, Instagram, andika nPoint TZ na utapata utatupata vizuri na kujua taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea ndani na nje ya Tanzania. Uwe na wakati mwema.